wahi kusema mwaka jana, na wakati mwingine watu wanapotea tu na wengine wanauawa tu, na zile mamlaka tu zitegemea ziseme kitu, haziseme chochote. Na sauti ikitoka mimbarani ikisema, nasema huyu mchungaji huyu askofu ameanza kuwa mwanasiasa. Yaani nikasema, wewe unayeropoka hayo ni wewe ambaye hajakukuta. Yakikukuta ndugu yako mmoja akapotea, Yakikukuta ndugu yako mmoja akauawa, utakuwa na ujasiri wa kusimama na kusema hapana Tumechoka na tuwezi kuendelea kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Mivutano ya hoja na kisheria inayoendelea, tunatamani nchi yetu watu wakae, inahitaji maridhiano, watu wakae waridhiane, watu wakae wapatane. Kwa hayo mambo yote tunayasikilia na tunayasikiliza kwenye vyombo vya habari, nataka watu wakae kwa pamoja, wasikilizane. Ubabe na kujibu majibu makali makali na ujanja ujanja huwezi kutufikisha popote. Kifikia mahali raia wakianza kuwa na hofu ya, ya huru hata wa kujieleza. Mtu hawezi kusema kitu chochote. Ni lazima tujiulize. Tunaanza kuingia kwenye hatari ambayo ni lazima tuseme, na tusiposema sisi, hata Kristo alisema mkiwazuia hao kusema ipo siku mawe yatafanya nini? Mawe yatapiga kelele. Ni lazima tuliowapa mamlaka kutoka mikononi mwetu sisi kama wananchi wachukue wajibu wao kwa kuhakikisha nchi yetu iko salama. Je, hii habari ya watu kupotea, hii habari ya mtu akiagi vitu fulani fulani akioji saa nyingine unaweza usimwone, huu ndio ulikuwa utamaduni wetu? Ndiyo ulikuwa utamaduni wa nchi yetu? Na je, hii hofu inasababisha watu asiongee kitu fulani kwamba utapotezwa, inasababishwa na nini? Na kwa nini inatokea hivi karibuni? Tunaomba serikali yetu itunze mambo haya ili asiendelee, tutasababisha maumivu na uchungu ambao si wa lazima, ambao ukiendelea unaweza kuchochea visasi vinavyoweza kuharibu amani na utulivu wa nchi yetu. Nchi hii kila mmoja wenye mamlaka na wale ambao tupo wafuasi wa vyama mbalimbali, lazima tujue nchi hii ni ya kwetu wote, walio na vyama na wasio na vyama, sio vya kundi fulani Sio nchi ya akina fulani. Nguvu ya ufufuo wa Kristo ikaliunganishe taifa letu. Hatutaki matabaka katika nchi hii, tunatamani utengamano, mshikamano, ili watu tuishi kwa amani. Tunahitaji utulivu katika nchi yetu. Vyama vya siasa vivumiliane, vikae, viongee, vitafute maridhiano, ili nchi yetu iendelee kuwa na amani, watoto wetu na wajukuu wetu wasije kukosa mahali pa kuishi hapo baadaye. Tulikabidhiwa nchi ya utulivu nchi iliyokuwa na amani.